Kwa wastani sasa hivi kwa mwezi magari ambayo yanashuka katika bandari yetu ya Tanga yanafika magari mpaka elfu moja mia tano kwa mwezi. Kwa hiyo unaweza ukapata picha kwamba magari elfu moja mia tano na zaidi ya asilimia sitini au sabini yanakuwa ni magari ya transit. Kwa unapoongelea asilimia sitini na sabini ile elfu moja mia tano ni zaidi ya magari mia saba au magari mia nane kwa mwezi ambayo yanahitaji kusafirishwa manake kama tutafanya vizuri kazi zetu, tukajenga uaminifu, maanake kikubwa ni uaminifu katika kazi zetu. Mtu aweze akakupa gari lake la thamani, ulitoe hapa, ulipeleke Zambia, ulipeleke Kongo, kama hauna uaminifu au hauna uzoefu wa kufanya hiyo kazi. Kwa mimi nachowasia, muwe waaminifu, mfanye kazi kwa weledi, na hawa wadau au wateja wetu ambao wanapitishia mizigo yao magari yao katika bandari ya Tanga, wakijenga imani na nyinyi na imani mtafanya sana kazi, na kile kilio cheno cha muda mrefu kwamba bandari ya Tanga haiwanufaishi, sawa, wazao wa Tanga au madereva wanatoka Tanga, nadhani kitaisha. Kikubwa ni nyinyi wenyewe kujenga hiyo imani iliweze kuaminiwa. Na kwa takwimu hiyo ya magari 600, 700, 800 kwa mwezi, nadhani watu wengi watapata hizo ajira, na kwa uchumi wa Tanga utaendelea kukua, na sisi kama watu wa Tanga tutaenda kufaidika na bandari yetu. Biashara ya usafirishaji ni biashara huru. Mwanzo ilikuwa inafanyika kiholela, madereva wanajifanyia wenyewe, kwa sababu wanajiwana na mawakala wa forodha au ndugu na jamaa wanaofanya kazi bandarini. Hii imekuwa inaleta sifa mbaya sana kwa bandari, kwa sababu kunakuwa na upotevu sana wa spare parts za magari na wanasingizia mamlaka ndio inayohusika, kumbe kuna watu wengine wanakimvuli hapo katikati, wanafanya kazi pasipokuwa na weledi. Kupitia chama tutakwenda kufanya monitoring zuri kuhakikisha kwamba dereva wetu ambaye tumemveta kwa kujua taarifa zake za awali alipo anafanya nini na wadhamini wake, itakuwa ni salama kwetu kumhakikishia mteja kwamba chombo chake kitakuwa salama na kitaendelea kuwepo zaidi. Tukiendelea kutengeneza katika kuwini kibiashara, tutawafanya watu wetu wawe kimataifa. Tutawapeleka kwenye semina mbalimbali, mahusiano ya kimataifa kati ya mipaka moja na mipaka mingine, kujua mambo za mawasiliano kuwatakia kutengeneza ujasiri wa kufanya biashara ya usafirishaji na kuona kwamba hii ni sehemu yao ya ajira na inaweza ikawafaa kwa maisha yao na watoto wao, na hii itakuwa ni faida kwa leo na kwa kizazi kijacho. Tuwe waaminifu na bidii. Watakao kwenda kufanya kazi wengi watakuwa vijana, kwa hiyo kazi ya bandari ni kazi ya mali kwa hiyo tulinde mali ambayo ya wateja wetu, hilo la kwanza. Sisi tunakwenda ili tuaminike, kama hizo yote unausikia, sijui redio tepu imepotea, tunaweza tukahusika, tukahusiwa, sisi pamoja, kuna mlolongo wa watu, lakini sisi binafsi na ofisi yetu iwe madhubuti kwa atakaye kiuka taratibu kwanza za kimaadili, kiutendaji na kinidhamu. Kama yameulizwa hayo, lakini mamlaka ya ofisi ya muondoe na simpe kazi.